Hapana, mimi sikubali, bwana. Hivi kipiki nimenunua hapa sasa hivi kwa jamaa ameenda hivi. Wacha mchezo, wacha kunikoa. Ni ndio akoromko hii town. Wacha ujinga, wacha uchimbavu, hakuna hello.